Utarejea baadaye. Asante sana. Basi kwa nafasi hii ninaomba niwakaribishe majirani wa hapa kwa Mrema, majirani wa kwa Mrema mwa... wako wazee wawili na wote ni watu ambao ninawaheshimu. siwezi nikaacha kutoa nafasi hii kwa wote, mwenyekiti mstafu, kaka yangu mzee Nyakunga, ninaomba nianze na wewe Mze Nyakunga, kwa ufupi sana, baadaye mwenyekiti wetu mstafu utamalizia. yes. Ah, ukweli tumeguswa, tumeumia. Huyu bwana katika uhai wake alifanya mambo makubwa sana kiasi kwamba amevuma, lakini wanasema ngoma inayovuma sana haikawii kupasuka, basi ndicho kilichotokea. Nawapa pole wote. Ni wanajoging wote, mi mwenyewe ni mwanajoging, niko Kichangani jogging, kwa hiyo wanajoging wote wa kawaida tunakuwa pamoja. Kwa kweli wanajoging wote poleni. Wakazi wote wa eneo hili nawapa pole kwa kuondokewa na ndugu yetu. Huyu bwana alichukua nafasi na, na umaarufu mkubwa japo sisi tulitangulia kufika lakini yeye katupita, lakini tunashukuru kwa sababu katuachia jina, jina la mtaa, kituo. Sasa hivi ukisema naenda kwa toll, na nadhani jina hili litadumu kama linavyodumu jina la Mrema. Mzee Mrema tumeshamzika, lakini mpaka leo kituo kipo. Kwa hiyo tujitahidi, kumbe mtu sio lazima uwe na ndugu wengi unaweza ukatengeneza jina kwa kutumia nani tu hii huduma za kijamii. Ukiwa na huduma za kijamii, basi unajenga umaarufu wako namna hii. Kwa hiyo kila mtu ajitahidi kwa nafasi yake atengeneze jina, haina hahitaji kuwa na ndugu, baba mama hapa basi. Hata akiwa naishi peke yake hapa basi, hao wote wanaokuzunguka watakuwa ni ndugu kama alivyofanya Tor. Sina mengi ya kusema, niwape na nafasi wenzangu waweze kuongea. Asanteni sana. Bwana Yesu asifiwe. Asante sana Mze Nyakunga kwa niaba ya majirani, jirani mwingine ambaye pia ni mwenyekiti mstaafu serikali ya mtaa hapa tulipo, kwa salamu za pole. Bwana Yesu asifiwe. Tumsifu Yesu Kristo. Assalamu alaikum, <laughs> Eh, nimesimama hapa kwa niaba ya wafanyabiashara wa kwa Mrema. Eh, Bwana Toru ni mfanyabiashara mwenzetu ambaye tumeshirikiana kwa namna moja au nyingine. Bwana Toru ametuacha, ameacha alama kwa Mrema, tumeshirikiana naye kwa mambo mengi sana wananchi wa eneo hili. Naamini maneno mengi ameshaongelewa, watumishi wa Mungu wamesema nasi kama wafanyabiashara wa eneo hili tunasikitika sana, bali tutaishi kwa yale ambayo ameacha, ameacha bwana Toru. Mungu ampokee huko aendako, ila sisi tuliobakia tujifunze kwake na tuna, tumejiandaa vipi? Mchungaji hapa yameuliza baada ya Toru nani ataondoka. Naona wengi tuliinama chini. Je, sisi tumejiandaaje? Tumejiandaa vipi? Toru kasha maliza kazi yake, Meshaanza safari ya kwenda mbinguni, nasi tujiandae kutengeneza maisha yetu kwenda mbinguni. Bwana ametoa na Bwana ametoa, jina la Bwana libarikiwe. Asanteni sana, niwakaribishe wafanyabiashara wa kwa Mrema wakiambatana na kamati nzima ya maandalizi ya mazishi ya ndugu yetu, wafanyabiashara wa kwa Mrema wakiambatana na kamati nzima ya maandalizi ya mazishi ya mpendwa wetu. Hii ndio kamati ambayo imeratibu hiki tunachoshuhudia sasa kwa Wachaga kule Kibosho, ambako ndiko alikozaliwa mpendwa wetu, wanasema hii ndiyo task force ambayo imeratibu haya yote tunayeyaona hapa. Tunawaombea kwa Mwenyezi Mungu awakirimieni baraka, na haja za mioyo yenu hakika zipate kutimia kupitia yeye. Ninamwomba yule mwakilishi, tafadhali aseme kwa ufupi sana ili tuweze kuendelea na ratiba nyingine. Karibu. <laughs> Tumsifu Yesu Kristu tena. Yeah, amina. Mimi nimesimama kwa ya mwenyekiti wetu ambaye ndiye tunashirikiana naye. Ah, ni Sara, au wengi tumezoea kumwita Mama Gifti. Kwa hiyo nimesimama hapa kwa niaba yake, yeye ndo anayetuongoza sisi kama wafanya biashara wa kwa Mrema. Tumsifu Yesu Kristu. Basi nipende kuwashukuru wale wote tulioshirikiana kuanzia ugonjwa, wengi tulisumbuana kuanzia kwenye simu, barabarani, tunapokutana kwa michango ya hali na mali, mpaka tukaweza kufika hapa tuli. Kwenye ugonjwa na mpaka mauti yalivyoweza kumfika ndugu yetu Paulo au Tol. Basi salamu zingine pia ni washukuru wale watu binafsi ambao wamejitolea kwa namna tofauti kabisa A, uh, polisi jamii wetu Masilingi ameweza kuwatamka mmoja mmoja, lakini pia kuna watu ambao walikuwa wanasikia kwamba tumepungukiwa kitu fulani, anapiga simu, anatutumia mchango wake kwa njia ya simu. Ni washukuru wote. Sasa zaidi vijana wa bodaboda, nafikiri wote wananijua, nimewasumbua sana kwa eneo hili kwa Mrema, kwa Mchaka na sehemu zingine zote, tukiomba michango yao. Kwa kweli tunawashukuru kwa namna ya pekee wananchi wa eneo hili tumefikia kupita mpaka nyumba kwa nyumba kukusanya michango ili tuweze kufanikisha hii shughuli ya mwenzetu kwenda kumpumzisha. Tumsifu Yesu Kristu. Basi michango yetu jamani, ambayo tumeikusanya tumefanya mambo makubwa kabisa, tukishirikiana na ile kamati ya familia, tumeweza kununua jeneza kwa ajili ya ndugu yetu Paulo Autol, na pia mavazi yaliyotumika, mapambo kwa ujumla na pia tumeandaa bahasha yetu kwa ajili ya kwenda kumpa mapole ya taslimu ya shilingi laki tatu, na pia kuna baadhi ya kiasi cha pesa kimebaki, tutamkabidhi mwana familia mwanafamilia Dismas kwa ajili ya kuwasaidia maji njiani, tumsifu Yesu Kristo. Basi mnawaona mbele yenu kama MC alivyotambulisha ni ile kamati, tangu msiba ulipotufika siku ya Liamisi mchana na usiku mpaka kimeeleweka. Niwapongeze sana kamati, Mungu awabariki wa sana. Basi niseme roho ya Paulo ipumzike kwa amani. Asante sana. Kamati msiondoke, msiondoke kamati, msiondoke tunataka mfanye makabidiano hayo hapa hapa hapa hapa. Kaka Dismas uko karibu, kama Kaka Dismas upo karibu, nakuomba uje hapa mbele moja kwa moja. Njoo moja kwa moja. Sifu Yesu Kristu. Basi nimwombe Mama Wini popote pale alipo yeye ndiye aliyechaguliwa kwenda kuikabidhi bahasha hii kwa mama wa Paulo. Nimwombe popote alipo asogee ili tuweze kumkabidhi bahasha ya rambi rambi. Basi mkiwa mmesimama hivyo hivyo ninaomba kamati mkae mkao mzuri ambao tunaweza tukawapata wote kwa ajili ya kumbukumbu kumbu. Mama Wini, kadhalika Mama Wini, naomba usogee hatua moja mbele hatua moja mbele. Ulishika bahasha, sogea mbele. Brother Dismas, sogea mbele. Yes, mnaweza mkanyosha mikono wote kwa pamoja, halafu mama wenu utabaki nayo. Na sawa kabisa kabisa, eh, chap chap, yeah. <laughs> kidogo tunaenda na wakati eh, wa, asante sana, asanteni sana, tunawashukuru sana kamati kwa kazi nzito ambayo mmeifanya. Mwenyezi Mungu atawakirimieni haja ya mioyo yenu kadiri ya mapenzi yake. Asante sana. Na kwa nafasi hii sasa ninaomba niwakaribishe Aha, iko ipo tena hatua nyingine, tunakwenda kumkabidhi kaka Dismas. Kamati hii imefanya mambo makubwa, wakati ni wa kwenu sasa. Kama yapo maneno, mtanitazama tu kwa jicho la usuda, mimi nitakabidhi maiki. Mkinitazama tu kwa jicho la usuda, mimi nitakabidhi maiki kwa yeyote yule. Twende. Asante sana, asante sana, shika tena, shika tena, kamati yote, naomba mnyoshe mikono yenu, ndio ishara ya umoja na undugu wetu. Asanteni sana asanteni sana kamati. Tunawashukuruni sana pole sana, kwa familia kule nyumbani wafikishie salamu zetu za pole. Mwenyezi Mungu aendelee kuwatunza na wakirimieni nguvu ya kustahimili wakati huu mgumu. Basi kwa nafasi hii naomba niwakaribishe kwa kumalizia, baada ya kikundi ambacho nitakiita sasa hivi tutakuwa na nafasi ya wote kutoa heshima zetu za mwisho kwa mwili wa mpendwa wetu. UK Group Sio United Kingdom ni UK group, umoja wa kusaidiana marafiki wana kikundi wenzake na Dismas. UK, wakati ni wa kwenu sasa. UK group, tafadhali asante sana. mimi Lili... kwa majina naitwa John Bamba, ni mwakilishi wa UK huduma ndogo za fedha, mwenyekiti wetu ni Dismas, ambayo ndiye mdogo wa marehemu. Kwa hiyo tuko hapa kwa ajili ya kuwakilisha kikundi cha UK na kuwapa pole wana familia hii, na tuwaombee tu Mungu awatangulie katika safari ya kwenda kumuhifadhi marehemu. Asante sana Wasi UK Group, tunawashukuru sana, tunawashukuruni sana na tunawashukuru kila mmoja kwa namna yake kila mmoja kwa namna yake alivyojitoa kwa namna yoyote ile ambayo amejitoa, kwa maana ya raslimali fedha, raslimali wakati, raslimali mawazo, mpaka tukafikia hapa mahali tunapozungumza sasa. Mwenyekiti serikali ya mtaa, Mheshimiwa Diwani, itifaki imezingatiwa. Basi chungaji, chungaji wetu wa kiroho, kamati nzima iliyo ratibu zoezi hili, tunawashukuruni sana na tunazidi kuwaombea kwa Mungu. Sisi sote tunaungana tukiwaombea ninyi mnaosafiri, msafiri salama mfike salama, mwatie nguvu, namuwe sehemu ya faraja kwa wale ambao mtawakuta kule kijijini Moshi, muweze kumpumzisha ndugu yetu salama. Shukrani za dhati zaidi ya hapo, namshukuru kaka yetu Elbeneza Makundi kwa ma makuri. Kwa maana nyingine ametusaidia sana, mziki wake ametupatia bure, namkaribisha namshukuru pia ndugu yetu wa Still Picture na video kaka yetu Maridadi mejitolea fanya kazi nzuri kwa niaba ya rafiki yetu Tolu. Kwa niaba ya familia tunakushukuru sana. Mpambaji mama yetu Ndunguru katika viti pia umetusaidia. DJ DJs wawili walioko pale wote ninawashukuruni sana. Ninamshukuru MC Beno Kipara wa leo, sauti ambayo mnaisikia, hili nalo umefanya kwa kujitolea, si tu kwa kujitolea kwa ajili ya kutengeneza kwa sababu leo ni tolu lakini kesho sauti hii mtakuwa amuisikii tena, atakuwa anasema mwingine, nami nimepumzika. Basi niwakaribisheni ndugu waombolezaji wote chini ya uratibu wa kamati, kwa ajili ya kutoa heshima zetu za mwisho kwa mwili wa mpendwa wetu. Kamati husika kwa ajili ya uratibu wa zoezi la kuaga, studio achia wimbo kidogo wakati unaendelea na zoezi la uratibu. Kamati tafadhali, ninaomba tuwasiliane.